Mkataba wa Zailisa ni mkataba wa kudumu. Mkataba wa kudumu ukimaanisha kwamba tutakuwa tuna renew kila mwaka, ingawa kama yeye atafikia hatua ya kusema mimi inatosha kufanya kazi na Mariana Travel, pia mkataba umekaa kisheria utamruhusu kufanya hivyo, lakini tunategemea kufanya naye kazi kwa muda mrefu. Tunaamini ni, ni binti anayejituma, ni binti anaweza kuipresenti kampuni yetu vizuri. Nyinyi wenyewe mnamuona, Twiga alipata passport yake <laughs> ndani ya nafikia, haikuwa zaidi ya wiki tatu. Passport uhamiaji wako haraka sana, ni ni kitengo ambacho hakina hakina muda mrefu kupata passport, sababu ni yake ya Mtanzania kwao. Issue ya passport pia ni moja ya swali liotufanya tumpe za, za Elisa mkataba, sababu tunahakika passport yake itatumika vizuri na atatuwakilisha vyema katika kampuni yetu ya Mariana Travel ni anaamua kuvunja mkataba. Ndio, mkataba wetu ni wa kudumu na tumemwekea wazi kwamba yeye na management yake itaweza kudiscuss na management yetu, kama endapo atahitaji kuvunja mkataba wake anatupatia notice, lakini sisi tumemchukua kama mtu wetu wa kudumu. Yaani hatujaweka kikomo kwamba Zailisa tutafanya naye kazi kwa mwaka mmoja, au Zailisa tutafanya naye kazi miaka miwili. Lakini yeye kama mteja ana haki pia like. tugabi, Tanzania, liju, ya kuterminate mkataba wake. Mimi nitoka gani? Tanzania. Nitaka kujua kutoka kwa Ni pengo gani mbili mmezangalia kwa Zailisa mkasema kwamba mkimtumia yeye kwa kama balozi atawarusha na kufikisha kwenye malengo ambayo mnayataka. Na kwa nini mmeku kwa nini imekuwa Zairisa? Zairisa tayari ni kioo cha jamii. Zairisa ni mtu ambaye watu tayari wanamfahamu, sio watanzania ambao walioko Dar es salaam tu. Zairisa yupo kwenye TV muda mrefu, watu wote walioko mikoani wapi wanamfahamu. Ni mtu ambaye pia atasaidia kujenga trust ya kampuni, sababu kampuni zinazofanya kazi zipo, na kuna kampuni ambazo sio kampuni pia zinafanya hivi vitu. Sababu sisi tuko kisheria, tukaona tukiungana na zairisa ambaye ni kioo cha jamii tutaweza kuwafikia watanzania na wataweza kufanya safari na sisi kwa popote pale walipo, bila kujali kwamba yuko mkoani, ataweza kukamilisha safari yake na tutaweza kumwandalia safari yake vizuri bila wasiwasi wowote, sio kweli? ya akuchaguli tusi. Kwa hiyo, kwenye ugomvi, kwenye kukosana, mtu anaweza akakwambia kitu chochote as long as anahisi kitakuumiza. Yes. Unaweza ukafafanuani? Sijaelewa kwamba ana skendo au anategemea skendo. Mimi naamini Zailisa ni binti, binti anayejiamini, ni binti ambayo yuko kwenye upambanaji ni binti ambaye amefocus katika kazi zake. Sitegemei kwamba kutakuwa na skendo ambayo yani itaweza ku, kuwathili pia image ya kampuni yetu, yaani ni kitu ambacho kabisa tu. tulipokuwa tunaangalia binti gani tufanye naye kazi ambaye ni maarufu na ni kioo cha jamii, tulifocus katika hicho na tulifanya uchunguzi wa muda mrefu tukaweza kumfahamu Zailisa ni mtu wa namna gani. Hatukuibuka siku moja tu kwao, tunaamini kabisa tuko shua na mtu tunayefanya naye kazi, sababu sio sisi tu ambao Watanzania tumemwamini. Ni mtu ambaye pia anawakilisha jamii yetu kwenye tasnia ya uigizaji, kwa hiyo sio sisi watu wa kwanza kumwamini zaidi sana na kufanya naye kazi, tunaamini kwa sababu atafanya kazi vizuri. Skendo zipo na zinaweza zikawa pia hazina nani, hazina uthibitisho. Mtu anaweza akamchafua mtu kwa matakwa yake mwenyewe, akamsababishia kukosa ugali wake wa kila siku. Asa mimi swali langu limekuja kwako, na tumeona jinsi ambavyo ulikuwa kwenye ndoa yako na baada ya kutoka inaonekana kama dili nyingi zinaongezeka za ubalozi. Kuna namna ambavyo ulikuwa kwenye ndoa, kuna vitu vilikuwa vinakubana kupata dili ambazo sasa hivi unazipata, na kama ilikuwa hivyo ndicho kilichokitoka kwenye ndoa, sitakuongelea hayo mambo, na akija mambo ya madeals, mimi naamini tu ni Mungu kila kitu kinakuja kwa Mwenyezi Mungu. Kila kitu kina wakati wake, kila kitu kina riziki yake. Safari, mm -hmm. Uh, saf, saf, safari ni kitu ambacho kinachukua muda mwingi. mm -hmm. <tulas> na watu ambao wanasimamia kazi zangu ambao watapanga ratiba kwamba safari hii wiki hii Zai anafanya hiki, kwa mfano wa Mariana tunaanza kufanya kazi, lakini wameshanipa ratiba yangu yote ya muda wote, ko najua kwamba nina ratiba moja mbili tatu, so hapa ni kukaa ni ni. ni okay. Na watu wangu wengine kwamba siku fulani nina ratiba hii, siku fulani yaani ni vitu tu kupangilia kujazia, kwa kwa mfano, kama ikitokea labda Zeilisa ameingia kwenye mahusiano na anataka kusafiri na mume wake as kampuni, na na ile tunayotengeneza ile ipo maana yeye aweze kusafiri na labda na mwenza wake. Zeilisa ni ambasada wetu, sio mwenza wake tu, hata familia yake ya karibu tunategemea tutafanya nao kazi kwa karibu pia. Kwa hiyo ni watu ambao tutaangalia kwa karibu waweze Biashara etu, support biashara yetu na sisi tuweze kuwasapoti kao. Tunategemea familia yote ya Zailisa, we ni mwenza, ni mtoto, rafiki zake wa karibu wote, pia wameshakuwa familia ya Mariana Travel, na Mariana haichagui mtu, so haina haja ya ku mention mtu yoyote. Ambaye anataka kusafiri na Mariana tunamkaribisha, tunapokea mtu yoyote Enda South Africa mtakoma soelinaambia safiri tena, takuwa naenda Tanga Dodoma kesho, naenda South jamani, mwezi wa sita Dubai wa saba na baada ya Dubai tunaenda Bali. Mnavajua ndugu zangu, tuna safari, <laughs> tuna safari ya Cape Town na zote. Bei zetu zimejali kabisa Mtanzania anayetafuta, yani tunaamini unapotafuta upate muda wa kupumzika. Safari yetu ya Dubai ya mwezi wa sita na wa saba na wa nane tumeiweka katika bei ya chini, itakuwa ni inclusive kila kitu, mtu anapata visa anapata tiketi anapata accommodation, anapata chakula yeye ni kubeba begi lake tu, na bei zetu zimeanzia milioni tatu na laki mbili, ambao ni sawa kama na dola elfu moja mia moja na tisini. Ukilipia hiyo ulipi chochote zaidi ya kubeba begi lako na kusafiri kwenda kuenjoy. Unapata kila kitu, unatembezwa sehemu zote maarufu Dubai, kwa bei hiyo hiyo, ukiwa na balozi wetu za Elisa. Karibuni sana Mtu um, so, uh, mm -hmm. uh, <laughs> <laughs> <laughs> bwana mimi juzi niliona umegofu, ume, ume stori moja ya mtu ambaye ameachwa na mnyama wake ukasema, mm. Wepie umeakumbuka awako, uh, naonekana ulipoondoka ulisepa na kila kitu, paka na dawa kuzungumzia hivyo vitu sikumbuki hata kwanza nimeacha nini na nini sababu nisha move huko, yani yani sikumbuki chochote, tatafuta wengine mpaka sio hapo, sehemu nyingi tanunua satamani kufahamu a sisi ambao mara nyingi tunakufuatilia kama msanii mkubwa kwenye taifa la Tanzania yeah. Uwezo wako na aa kampuni mbalimbali kuweza kuwea weka kwako na kutangaza biashara zao, watu ambao walikuwa na hamu ya kunua shughuli yao mpya tena kwenye atgeana tna ee, d kwanza niweke hiki kitu clear, huko Instagram mkiniona na mwanaume yoyote, jua tu ni kazi. Yaani hata usiumize kichwa kuanza kupekua kufanyaje. Ukiniona Instagram na mwanaume, jua ni kazi. Kama nilivyosema mara ya kwanza, sasa hivi nitafocus zaidi kwenye kazi na ndicho ambacho nakifanya. So ukiona picha nimepost, mimi nimepostiwa na mtu, wewe jua tu ni kazi. Kama hizo picha zilizotrend huko, baadaye mkaja mkaona, ni video ya nyimbo, ilikuwa ni kazi. Hakuna mambo ya mahusiano. Na hata ikitokea mahusiano tena, yatakuwa ya kwangu mimi binafsi. Ikitokea yaani ikitokea na date nimeolewa sizani kama nitapata tena nafasi ya kumjua mwenza wangu, labda huko, yani labda mpekue kwelikweli, yani. Lakini siwezi tena kudate mahusiano ya public, anayepumua tu <laughs> sijaona faida yani ya kuonesha mahusiano, sijaona faida, sijaona faida, sijaona yani, si, yani sijaona cha maana, hamna faida Sara pia so, yani hivyo kwao naona tu ni kama tu vitu tu vya kawaida tu yani. Nimekwambia ni Roger, ukiona shushe ni kazi, kila kitu ni kazi. Mashallah. Kazi simeona video imetoka.